na kutekelezwa katika mikoa yenye kiwango cha juu cha maambukizi ya ugonjwa wa malaria nchini. Mikoa hiyo kwa uchache wake ni pamoja na Tabora ambayo maambukizi ni asilimia ishirini na tatu nukta nne. Mtwara inafuatia kwa asilimia ishirini, Kagera asilimia kumi na nane, Shinyanga asilimia kumi na sita, mara asilimia kumi na tano na Kigoma asilimia kumi na tatu. Sasa unaweza ukaona kama tutafanya vizuri hapana. Hii ndio mikoa yenye maambukizi makubwa, kuna wengine ambayo yako chini hata wa ya kile kiwango cha taifa, kwa sababu wastani wa maambukizi kitaifa ni asilimia nane pointi moja. Ina maana sisi tuko juu ya huo wastani. Ndugu washiriki, taarifa zinazotoka katika mfumo wa kutolea taarifa ya magonjwa zinaonyesha kuwa kwa mwaka wa ishirini ishirini na nne jumla ya wagonjwa waliothibitika kuwa na maambukizi ya malaria ni wagonjwa laki tatu elfu tisa na themanini na jumla ya vifo vitokanavyo na ugonjwa wa malaria ni vifo mia mbili sitini na nne na katika hivyo vifo mia mbili sitini na nne waathirika wakubwa walikuwa ni watoto ambapo walikuwa ni 177 na watu wazima 87. Sasa ukiangalia hiyo sio trendi nzuri, watoto wanapokufa wengi zaidi kwa malaria kuliko watu wazima. Ndugu washiriki, pamoja na ugawaji wa vyandarua hivi, tuendelee kusisitiza utekelezaji wa hafua zote, hafua za kinga, lakini pia hafua za tiba za kupambana na ugonjwa wa malaria, kwani mapambano dhidi ya ugonjwa huu yanahitaji matumizi ya afua jumuishi kwa wakati mmoja, ikijumuisha pia usafi wa mazingira, kuzuia maji kutuama na kuturuhusu mbu kuzaliana. Ni jukumu la maafisa afya na maafisa, maafisa mazingira kusimamia ipasavyo utekelezaji wa sheria ndogo zilizopo na kuchukua hatua stahiki kwa anaenda kinyume na sheria hizi. Hii ni kwa ajili ya faida yetu katika kupambana na malaria. milioni moja laki saba sabini na tatu mia tatu na hamsini na tisa vyenye thamani ya shilingi bilioni thelathini na tano mia tano na sita milioni laki sita na elfu themanini. Kiwango hiki cha fedha ni kiwango kikubwa ambacho serikali imepokea kutoka kwa wadau kwa maana ya Global Fund wa lengo la kutekeleza zoezi hili, takuwa mtovo wa shukrani nisiposhukuru kwa dhati. Nishukuru serikali, lakini pia kuwashukuru wadau ambao wamefanikisha kampeni hii ambayo inatumia pesa nyingi kama nilivyotaja na vyandarua hivi vinatolewa bure, lakini kwa tahadhari kwamba visiuzwe. Haviuzwi, na wanaosambaza wanasambaza bure. Hata wanaopokea au kufaidika na mgao huo wasiviuze. Ukiangalia aa ezii na kusambaza vyandarua lilipoanza mwaka elfu mbili na tisa Ee, mpaka sasa hivi tumeshasambaza vyandarua zaidi ya milioni sitini kwa wananchi, na ukipiga tu mahesabu ya haraka haraka ni zaidi za ya bilioni mia nne na hamsini serikali imewekeza. Ukiangalia hizi tu tunazoenda kusambaza kwenye mkoa wako Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa awamu hii ni zaidi ya vyandarua milioni moja na laki saba, kwa hesabu tu za haraka haraka hizo ni zaidi ya bilioni kumi tunaongea tunaenda kuzisambaza sasa. Vikundi eh, vya ngoma vimesema, nadhani nisipenda tena kurudia waliyosema. Tunachoshauri tu wananchi, tumieni vyandarua kwa jinsi ilivyokufikiwa. Mama ameshatimiza watu wake, ameshanunua vyandarua, ameshatupa sisi jukumu la kuhakikisha vyandarua vinawafikia kule mlipo, wala hamtatakiwa kuja kuvifuata, vitaletwa mpaka kwenye vijiji mlivyopo. Sasa nyie kavitumieni, lengo ni kupunguza maambukizi ya malaria ili nyie mtumie muda mwingi kufanya kazi za kujiletea maendeleo badala ya kutumia muda mwingi kutafuta matibabu ya malaria. Kwa majina naitwa Lailati Mrisho Kasuru wa Mwilima, ni mkazi wa e, Rusimbi. Mimi naimani vyandarua wanavyotuletea, kwanza tumpongeze tu mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan na tunamshukuru sana kwa jitihada kama hii ametuletea na ukamwona mtu anafanya tukio kama hilo la kutengeneza kwamba vyandarua anaenda kuvulia, huyo ni mjinga, ni mpumbavu, kwa sababu chandarua sio cha kwenda kuvulia samaki Doka, wakala chandarua sio cha kutengeneza kwa kwamba eti niweke, aweka sehemu ya kutengenezea mchicha. Hiyo sio chandarua, ni kukinga malaria. Na mtu anapotoa kitu kukupa sio kwamba labda amekosa sehemu ya kukipeleka hapana. Mimi jina langu naitwa Yasini Athumani Nzigo, kiongozi wa kikundi cha mapigo saba, ni mzaliwa wa Kigoma mjini. Nimezaliwa tarehe 27 mwezi wa pili mwaka hamsini na mbili. Kuhusu jandarua, jandarua si mara ya kwanza mkoa Kigoma tunagawiwa lakini mkoa wa Kigoma tumekuwa na tabia mbovu, watu wengine wanafugia kuku, wengine wanaenda kuvulia mgara kwenye ziwa Lake Tanganyika. Na ukiangalia vile vyandarua ni faida kubwa sana, faida yake mazingira ya watoto, mtoto anapolala pasipokuwa na chandarua kwanza hapati usingizi mzuri, na mimi nilikuwa naliomba hilo neno. Na ndio maana nilipoimba nikatoa kidogo maneno kama ntamwona baharini anavulia chandarua, mi niko tayari kumripoti polisi akamatwe na mi ntasimama mahakamani kutoa ushahidi, kwa sababu ni vitu vyenye kuingia gharama kubwa sana. Leo nimeambiwa bilioni thelathini, bilioni thelathini inaweza kajenga kata yetu ya Kajera nyumba ya vyumba vine vine, kila mtu akakaa kwao. Lakini leo tunaletewa kwachandaruna. Waasa kabisa wakazi wa, wa Kigoma. Tuvithamini vyandarua, maana mtu anayeguthamini afya yako ndio kichwa cha binadamu.